Atalainika na hapa nimefika. Asante.

mchana huku kwa Jweli unamkuta? Hapana, yupo kazi. Ni kwake? kwani hujapita? sijapita hapo, nimepitia njia ya kwa mama. Mm, kwanza hii maajabu, wewe ukuja hapa. Hakuna jipya? Hamna, wewe ni majukumu tu mengi mengi. Hmm. Haya, ha, karibu wenyewe. Tupo tumetulizana tu hapo. Sasa shemeji? Mm. Kuna jambo limeniletea. Si jambo, sio? Yaani nimefungua nita... nipitie hivi. Sasa, mm. nasema nikimkuta Joel hapo tuongee kidogo kwa vile nimekuta wewe nitakuwa nimefika mkono salama. Si nyie ni kitu kimoja. <laughs> Kitu gani na wewe shemeji, una masiara? Yaani Shem. Kuna linaendelea hapa nyumbani penu hapa. Jambo gani, shemeji? Si yako. Mm. naye kwenye mara mbili. Mm. Jana. Mm. na jioni nilipokuwa napandisha kule juu, labuna. Mm. nikamkuta, Mm. amelewa hivi. Mm. Shemeji, mnaonaje kwamba huu mji wa ndugu ku zako watakuja kuuona, yaani mume wako na shemeji yako atakuja kuuona kwa ajili ya mji huu. Shemeji, sio rahisi lakini Mm. hivi, mfano anampangia mume wako kumuua. Unajua, unatakiwa utumie akili sana ya kumtetea hmm. nani tena kumuua. Shemeji, hapo huyo jana elewa sana, sema tu mimi nimekuta blaza nauwa sijui nina nini na we. Hey, shemeji. Lakin... bwana yule ni pombe tu, mbona wanga naongea ni masiara tu. Hasa we unaonaje mungepauza kwa sababu shemu patatuletea shida siku za mbele. Hebu jaribu kuchunguza kwa makini kwamba hapana tuletea shida siku za mbele, shida naiona tena kwa upande wetu kwa ah, sababu hao kina shemeji wanakuwa Hmm. Nao wenye wapo shuleni watarudi tutabana na baba. Ehe. A kidogo umeanza kunielewa, najua hapo umenielewa kiundani Shem. Hmm. Yani, mimi naona mabadiliko sana kwa sababu hmm. Nyumba hizo za kulisi au wakitoka shule huyo anakuja, utakuta wataona kaka nawabania sehemu, watakuja

Sema waga anakuwa na wazo na kosa kwa kuanzia, fanya hivi fanya hivi. Na mimi nacho kiamini, siku zote wanasema eti mkate sio mgumu kwenye chai. Kwa hiyo najua wewe ni nini, nnishe mumeo ni ni mkate. Wewe ndio utachangua kwamba mshauri um, mungekuwa wewe utakuwa na nyumba yako kabisa <laughs> Kwani bwana, kuna mtu hawezi kutaka kuwa na nyumba yake? Kama natamani kuwa na nyumba sasa, hapo ambayo iko kamili kamili, hapo ndo pa kutumia akili. Mpauze mgawande mali zile, jenga ka nyumba kako shem, hata kakiwa kadogo, ka nyumba nikaa kwako, kuliko nyumba za ulisa ambazo mwishoni umekaa tu ndani, una shilingi elfu tano mume wamempiga labda mguu, anachechemea anakuja, lakini utafanya kitu kingine kinachoweza kusababisha sisi tusiweze kuuza huu, kwa sababu hizi hapa nyumba unavyoziona mm, ni za familia. Na familia unajua kabisa, wazazi hawapo, hawa wazazi hawapo, hawa kwa kodi za watu hapa ndo zinasomesha wale mashemeji zangu, mawifi zangu. Tukiuza nani, mwana atawasomesha? Sasa kilichopo, mm, unataka watu wauane kisa nyumba. Wewe uamini au uamini, huko alikokuwa toka huko alikokuwa toka ni Burundi, sijui wewe, nafikiri huko Burundi hata amekuja an, na mpango ovyo. Wewe shemeji yako ah, sema nipe muda nifikirie, nitamwambia mume wangu afu tujue cha kufanya. Ah wewe unasemaje shemeji? mimi hilo ndiyo ni kidogo, mkakae naye mwongee, sababu naogopa msiba, naogopa msiba, shemeji, naogopa msiba

Haya haya, tupike tupike. Utakula siku nyingine. Umekemea sema da, basi shemu, basi basi, tusema kukazia swala. Mimi mwenyewe namtaka na alivyo, naela acha <laughs> <laughs>

Nilikuchagua cheusi wangu

Sasa sema sawa, wanza samke mama wangu hela ikapotea, si nuna nini? Taenda kusuka viti zapa, lakini poa hapo, ndo napenda eh, eh, ukianga napenda hela. Hela Mungu nisaidie nipate yaani nipate hela, maana haya bila hela, eh, kazalika wewe kuna mtu apendi hela? Wewe mwenyewe unahangaika huko, si unatafuta hela, unatafuta kwa ajili za nani? Sasa afu mke wangu anambia kusukuma

Ah, sawa, ha, mbona unamtesemekea sana huyo mdogo wako yeah? Mi, unanichosha yani, kila saa mdogo wangu mdogo wangu. Ina maana una vitu vingine vya kuzungumzia ah, ah. Halafu sasa ha, nimekumbuka ha, bwana, alipita rafiki yako yule Mwaupina yeah. Alivyopita hapa ajakutongoza yeah. <laughs> Alivyopita yeah, bwana. Mm. Hey. Ali, kuna mambo ya msingi usilete, masikia mambo ya msingi amezungumzia hapa. Kusikiza mambo ya msingi <coughs> anasema alikutana, si una shemu huko sokoni, alipokutana naye akamwambia anauza nyumba. Si nyumba ipi? Nani anauza shem? Eti amerudi kutoka huko, hili aje auze hii hapa nyumba kwao. Yule Mwaupina alipopita akasema, nikae na wewe nikushauri, ndo hivyo maana anaweza kuleta mazingira yenye suu so, mazuri ko kabla hajasababisha matatizo tujiazali sasa. Naweona kwani hapo, sitoelewa nini? Eh, muda mwingine una akili. Mimi na- kuona kama una akili Hivi hii nyumba kwa mimi nyie, naonekana mko njama na shemeji yako tayari, pamoja na wewe mweupi na wapo, mshatengeneza njama hivi. Hii nyumba hii, unasiki, tungeiuza angesoma hata yeye. Sasa mume wangu, vitu vingine ukae okay, kwa kufikiria. Unajua hapa wadogo zako wakirudi shule, haya ndugu zako, sijui Haya, na sisi hapa tuna familia yetu, tuna chetu kweli. Hapa nisikilize, mbona tutafute nulii tuuze? Sikiliza. Ehe. tuna madogo ambao wako shuleni wangapi? Wanne. Sawa, hivi ikiuzwa hii nyumba, unafikiri wewe na uliko mvivu mke wangu kazini kwenye unaenda kwa manati. Hela zitapatikana wapi za kuwasomesha watu? Unadhani je, huyo shemeji hapo anayekushauri tuuze nyumba? Ameichangia ada yote? Hmm. <coughs> Sasa mimi ninakuona wewe ndo wa ajabu. Wewe sasa hivi ushakuwa mtu mzima? Yaani mimi na wewe hivi walitafuta wazazi wako. Na sisi tutafute vya kwetu. Hivi tuuze, tupate msingi, tutafute vya kwetu. Acha ujinga wewe. Yaani hapa sio kwamba nimekaa kwa sababu eti nategemea ni cha baba. Nimekaa kwa kulinda kuwa nyumba hii siuzo, nikimwachia dogo yule akae hapa. Ndio, kujenga tutajenga ya kwetu, lakini nasimamia hii hii nyumba. Hatuwezi kuiuza hata siku hii moja, kwa sababu hati ni nazo. Ila sasa nakwambia hati ziko huku zikipotea, maana tunajua tua, mimi na wewe. ha, ha, Anyway, ushanivuruga watalisi, ah, ah. Ufalume wa mbinguni natoka nikirudi. Sitaki uniambie maswala ya kijinga jinga kama hiyo. Sio oh, nyumba. Lakini si nimeisha kwambia hapa baba. Acha ujinga. Ah, tutafuta petu. Tutazekea baba. Wewe utarudi kweli? Ume miss kurudi kwenu. Siachi. Yeah, kutachika tena sasa <mulik> <Nisa>. na ilivyo vizuri huwezi kudai taraka yoyote kwa sababu hizi mali hizi ni za wazazi. Kwa nini <Nisa. mulik> nikipenda kutupia naawingine unafanya makusudi, ndio ndio maana tuishi eh. Sasa haki ya Mungu hapa, ndio maana unangangania tuishi. Sasa aka takuainalea bibi mdogo na polisi eh, Afoko ya ya babako kwenye mtu mzima sasa. Ngoja, subiri, subiri, sikia. Subiri, sasa, ee

We ilisha lisomi wakati, hata hujaolewa, huna majukumu, una watoto, watu wengine, yaani kwani. yaani saa hizi miishi zimekuwa mzi, kwa hiyo yaani, nashinda hata nikanini, we nisuke tu, siku iende, alafu kuna kitu kinanisumbua shogangu, kitu hmm. Yaani hicho kitu kimesababisha mpaka leo mume wangu anataka kwa. Hey, nini sasa? Hey, unajua mambo ya familia Ah, anaambia shoga, kwa hiyo hicho kitu gani? Sasa si msomi karudi tena shemu wangu yule msomi wa chuo, na maana amerudi huko, katika kurudi anataka tuze nyumba za hey, ulezi, mume wangu hataki hey. Ndiyo hivyo ile kumwelezea tu hey, nakwambia, nikuwa mkali yani alimanusu anipige, ila mi, shoga yako, cha kukushauri yako, wewe fanya hivi. Simshawishi wewe unaishindonyiu mpaka mwanaume. Bwana langu ni mkali yule. Wewe acha ujinga, we mshawishi yo no. mnea atakubalia, yani mjaze maneno, aingie kwenye laini bwana. Unafikiri oh, yule mwanaume ni kama wanaume wengine? Mbona mm. Ah, yule mwelewa, we jaza maneno, mwambie bolojo bolojo, nyingi bolojo wapi? Yaani yule nikingana unaambiwa niking'ang'a yani, pale sijua nimwekea madawa yani, ndo vile hataki hata tujenge kwetu. Wewe sasa ni vitu vya ulisi, mimi basi mwambie tu muuze. Sasa ndo kama hivyo, shemu anataka tuuze, kila ndio maana nakwambia mwanaume abanduke kwa mwanamke. mm -hmm. Wewe jambe mani, maneno gani? Nipe ushauri labda, maneno yako yanaweza kana nini? Maana nimejaribu, nimeongea. Sikiliza nikwambie. Una wewe unakosea namna ya kumuita. Wewe muite.

na yaani, nikimuona tena kwa mwenyewe, nani maana, na wewe mwanaume mwenyewe, nani maana, na wewe unataka umjue, anavaa vizuri mwanaume yake, anatembea ananaca, wewe sio kama vipi? Mwanaume, acha kunisuka kwa leo tushia hapa naomba nikubane, utakuta baadaye. So, eh, basi bani. Naona yani, kunisuka tu hizo <coughs> za mbele umeshanisuka za mbele huko, utakunimaliza. Ah, ngoja nikubane bwana. No, eh, uje baadaye. Okay, zangu bwana, nishe huko zitanipita bure. Hata hivyo mimi mwenyewe naenda kumpikia mume wangu. Kwenye ndoa zetu. Na mimi nitapata tu. Wakupata mimi wewe. Kwanza achana na mimi wewe. Nenda bwana, hata hivi na vijana si bania riziki za watu tu, kila mwanaume yeye, kila mwanaume waume za watu vijana. Jamani, takuja apate mimi wa kuolewa naye kweli? Okay, sawa mambo mengi kichwa tu kimebeba vitu vingi sana. Ah. Ah, ah, ah. Salama sana, Naisa. Uko salama kabisa, bali la nyumbani. Njema tu. Kila nashukuru kukuona kwa sababu nilikuwa na mambo mengi sana kichwani kwangu ya kueleza, mambo tu ya kunieleza. Ndiyo, kwa sababu nimekuona hapa, basi shida zangu zote zimeisha, zimeishi hey. Mm, mm. Yani mimi tokea siku ya kwanza kuona na kupenda, yani nikashangaa moyo wangu, na kwa hiyo hadi mm, siku zikazi na, na kwenda

nafikiri nimekata na hmm. Na niko na mke na majukumu mengi, lakini ni swala lako nitafikiria. No. Bado nashukuru kwa kuniambia nitafikiria. Ni mwanaume smart sana, yani ni ni

Chemo cheusi. Habari ya sasa. Uko hai? Ah, niko budi. Haya, kaa hapa na fikiria. Unachokiwaza <laughs> nini tena? Ah. Nikimeza hivyo hivyo. Yaani unataka bado mambo mambo yako tu. Ah, nilishaacha sasa hizi chemo. Kwenye tu. Chemo. Uliongea na mume? Niliongea naye. Anasema. Ameomba tumpe muda.

Mana dawa isio dawa, mauzauza. Aya, niende kwa mganga kwa mchungaji? Nikiende kwa mchungaji atanifanyia maombe, atasema rudii. Nikiende kwa mganga kiloza atanipa dawa